Dunia sasa hivi imeharibika, hakuna mtu hata mmoja ambaye unaweza ukamwamini kumwachia mtoto wako. Hivyo basi, wewe kama mzazi, ni jukumu lako ukiwa na mtoto wako nyumbani kumfundisha na kuwa karibu naye kwa sababu wengi, wa waza, wengi watulio wa wazazi yani hata mimi binafsi hatuna ule muda maalum wa kutenga kukaa na kuongea na watoto wetu, au kuwadadisi au kuwasikiliza. Yani tukikaa na watoto wetu tukawasikiliza kwa undani zaidi, basi ndipo tutakapoweza kujua changamoto zao na nini ambacho wanachokipitia katika maisha yao. Mtoto unapomwona akabadilika tu katika hali fulani hivi, labda anajitenga, yuko tofauti kama maisha yake ya zamani, tukae na ukaribu tuwahoji. Kweli ni swala limekuwa likiwaathiri watoto kiakili, kimwili, kisaikolojia, hata katika maswala ya kitaaluma. Kwa hivyo hili swala linahitaji nguvu zote katika kuhakikisha kwamba tunaliondoa, tuzidi kuboresha ma, mafunzo zaidi, ili kuweza kuwapa watu vitu vya kufanya na sio kufikiria matendo ya kihalifu na mabaya kama haya ili waweze kuwa wana maono ya baadaye na kuelewa kwamba hivi vitendo ni vibaya na havitakiwi kufanywa katika jamii.